Sangu, wapendwa, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, pamoja na wale wote ambao wananitazama ambao si wa Kristo pia, wajapata neema ya kuokoka. Lakini pia kwa sababu hapa ni kwenye mtandao, lazima kuna imani nyingi, Waislamu na wengine na wengine, watu wote ninawakaribisha, maana injili ya Kristo sisi sote ni wanadamu, tunaunganika kwa pumzi ya Mungu. Maadamu uko mzima, maadamu na pumzi ya Mungu uko hai, ajarishi ni dini gani, ujumbe huu na maneno haya ambayo ninakwenda kuyahubiri hapa, lazima yanamhusu kila anayeitwa ni mwanadamu. Basi ninatangulia kusema kwamba kwa sababu mwanadamu hajui mwanadamu, haujui mwanadamu anapokuwa mwili ni una nguvu wakati mwanadamu anapokuwa na pesa, wakati mwanadamu bado hajaumwa, wakati mwanadamu hajapata matatizo, mwanadamu uwaga anakuwa anamsahau muumba wake. Mwanadamu uwaga anaona ni vigumu sana kumrudilia Mungu, na neno la Mungu linakuwa sana adimu kwake, kiasi kwamba huyu mwanadamu hata kama unaweza ukamhubiri, hata kama anaweza kaona wahubiri wanasema maneno mengi, huyu mwanadamu haupati, hawezi, ni vigumu sana yeye kumrudia Mungu wake. Lakini mara nyingi sana kuna matokeo ambayo yanatukia katika maisha ya mwanadamu ambayo yanamfanya huyu mwanadamu aanze sasa kumtafuta muumba wake. Kwa mfano, hapa duniani kuna watu ambao wamefika hatu ya near death experience watu ambao wameumwa, wameteswa na magonjwa. Inawezekana uliteswa na magonjwa, inawezekana kuna watu sio kwamba wamekufa, lakini walipita katika lango la mauti wakarudishwa na Mungu ili waje watengeneze yale yaliyosalia. Wa pili, kuna watu ambao wamefanyaje? Wameteswa sana na maumivu na magonjwa, lakini pia kuna watu ambao wametafuta majibu ya maisha wakayakosa lakini pia kuna watu ambao wamekutana na mafundisho mapotovu ya kawatoa katika mstari wa kumfuata Kristo na kumwamini Mungu. Na ninakuja kuongea hili neno kwa sababu wakati bado uko mzima, ni wakati ambapo unabidi kufanya nguvu ya kulota kukuwa sawa na Mungu, neema bado iko tuko na karama, tuko na gift ya uhai, tutumie. Usitumie vibaya, ndugu yangu unayenisikiliza, usitumie vibaya, usitumie vibaya gift ya uhai. Neno la Mungu linasema usiue. Watu wengi inapokuja swala la kuua watu wengi wanaamini kwamba kuua mpaka aende akamuue mwenzake akamchome kisu akampiga risasi akamwekea sumu. Ni kweli, lakini kuna kuua ambapo kuna maanisha unapojitendea mabaya, unapojikosesha wewe na Mungu huko na jiua nafsi yako na Mungu, inaingia katika ile kategori usiue, maana unapokuwa unamkataa Kristo unaposikia wahubiri wanakuhubiri, unaposikia maneno ya Mungu, wachungaji wanakuhubiri, watumishi wa Mungu, unapofungua simu yako wanakuhubiri, wanagusa dhambi unayoifanya, na unafanya kusudi kuyaendelea, unazidi kungangania dhambi yako, unakuwa huko na jiua maana, neno la Mungu linasema Agano la Kale, Mungu alikuwa anaikaa katika hekalu ambalo lilikuwa linatengenezwa na mikono ya wanadamu pale jangwani. Agano Jipya, Mungu anaikaa katika hekalu ambalo Mungu ni mioyo yetu sisi, miili yetu sisi wanadamu. Sasa wakati ambapo unapokuwa unamrejekti Kristo, unapokuwa una rejekti neno la Mungu, unapokuwa unamkataa na Mungu unapokuwa unang'ang'ania zambi zako, hautaki kuziacha, uko na jiua, uko naua, unatimiza andiko la usiue. Neno la Mungu linasema, kwa nini ufe kabla ya siku zako? Ninasema neno kwa wale watu ambao wa wa wa, wa ni wachungaji, walimu, wainjilisti watu ambao wa wajaokoka, Waislamu, dini zote. Mtu akiwa katika matatizo ndo anaanza sasa kutafuta majibu, ufumbuzi wa vitu vinavyomsumbua. Usisubiri uingie katika shida ndo anze kumtafuta Mungu. Usisubiri uanze kupatwa na matatizo ndo uanze kutafuta Mungu. Si vibaya kutafuta Mungu wakati uko katikati ya shida, hapana. Lakini kama uko mzima, anza kufanya jitihada, pambana, liwalo na liwe, umpate huyu Kristo. Na kama uliwahi kumpoteza huyu Yesu, na kama uliwahi kumpoteza Mungu, pambana, fanya nguvu yako yote, murudishe. Neno la Mungu linasema njooni, tusemezane hata zambi zenu zikiwa nyekundu kama bendera, Mungu anasema, mimi Mungu nitazisafisha, zitakuwa nyeupe kama barafu, kama theluji. Mungu anakupa access ya kuzungumza naye. Ukiona jambo linakuwa ngumu, sema na Mungu, kama vile gisi mtoto mchanga anapozungumza na baba yake, anaposikia baba, hapa pana nyuma baba hapa pana niuma, baba nifanyeje? Sema na Mungu ametualika, njooni tusemezani. Kwa nini uishi maisha machafu? mtu naye nitazama. Kwa nini unang'ang'ania dhambi zako? Unasubiri ufike hatua ya kutaka kufa ndo uanze kumtafuta Mungu? Mbona wahubiri walihubiri, wanahubiri wengi? Mbona unatazama, unafungua simu, unakuta wahubiri wengi wanakuhubiri, lakini haupendi kubadilika. Neema ya Mungu ipo bado. Mungu anasema na wewe. Mungu anasema na wanadamu kupitia wanadamu. Mungu anasema nyingi, kwa njia nyingi, hata kwa ndoto, kwa mafunuo, kwa ono, kupitia Biblia, lakini pia Mungu anatumia wanadamu kusema na ulimwengu. Mungu alitumia Musa kusema na watu. Mungu alitumia Yesu kusema na watu. Mungu alitumia wanafunzi kusema na watu. Mungu alitumia na Daudi kusema na watu. Mungu anatumia wanadamu, au wote au wapo wakina Daudi wameshafariki? Lazima hao unaowaona kwenye mitandao au unaowaona kanisani wanakuhubiri ni sauti ya Mungu inazungumza na wewe kubadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia maisha unayoyaishi ni vitu gani ambavyo unavifanya kila mwanadamu huwa na zambi ambazo anaifanya na moyo wake unamshuhudia, hili hapa ninalolifanya liko kinyume na Mungu. Jaribu kutubu hiyo zambi na kuiacha usi, kama nilivyosema, usichezee neema ya uhai. Usiwahi kuchezea neema ya uhai, usiwahi kuchezea neema ya uhai ukaichezea vibaya kila wakati unapopata neema, kila sekunde, kila dakika ni zawadi kubwa kutoka mbinguni. Tengeneza maisha yako, maadamu unapata neema ya kutengeneza. Yesu alikufa kwa ajili yako, Yesu alichinjwa na kuuawa kwa ajili yako. Upo kanisani, unasali, unaomba huko ndani ya vyumba vya maombi Lakini unajua unayoyafanya wewe hayako sawa na Mungu. kwa nini? kwa nini nini, upotee? kwa nini upotee na bado una neema? Bado ukiamka unaona kivuli cha Mungu, ukiamka unaona jua linakumulikia, ukiamka unachukua maji unakunywa, ili ni upendo wa Mungu, ukiamka unakwenda kuoga, ukiamka unakula chakula ni neema. Kuna watu hizo nguvu hawana. Tafuta nafasi ya kumpata Kristo. Fanya haraka, usikubali kubaki na zambi. Kukaa na zambi, hapana. Ukiona zambi inakulemea, huwa haraka kuitubu, huwa haraka kuiacha. Mungu bado anakupenda, ndo kwa maana amekuacha mzima. Tamaliza na Wakorinto wa kwanza Sura ya kwanza mstari wa tatu, kwa Korinto wa pili, na ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema. Baba wa rehema, ukiona unaishi unaishi katika dhambi, lakini bado kesho unaamka, ukiona unafanya uzinzi usharati, unafanya mambo machafu, dhambi zote tu zile za kila aina, lakini bado unapata neema ya kuishi, bado unaamka Ujue, baba wa rehema ndio amekushushia rehema hizo. Mungu anakuhurumia, maana zambi inatafuta kumuondoa mwanadamu katika uso wa Mungu kama ilivyoandikwa, zambi inamuua mwanadamu. Wakati unafanya makosa mengi, unakunya pombe, unaiba, umeisha ubirua kuhusu kuacha pombe, hata nafsi yako. Mungu alituumba na roho yake ndani yetu, kila mwanadamu ana roho ya Mungu ndani yake. Wakati unakwenda kinyume na Mungu, kuna ile sauti ya Mungu inakuaga, inasema ndani yako, kunywe hivi unavyokunywaga hii pombe ni dhambi. Hivi unavyofanyaga usharati ni dhambi. Haya mawazo unayowaza ni dhambi. Hivi vitu unavyofanya ni dhambi. Achana na hivi, lakini unazidi kuweka moyo mgumu. Sasa unapofanya yote mambo, lakini unaona neema ya Mungu, kesho unaamka mzima, watoto wako wanaamka uzima, watoto wako wako sawa, wewe bado una nguvu hata kama mwili wako unaumwa lakini bado una neema ya kula chakula, bado una neema ya kuona ile kutazama. Ujue baba wa rehema mkushushia rehema. Na ahimidiwe Mungu baba wa bwana wetu Yesu Kristo, baba wa rehema, Mungu wa faraja zote, Mungu wa faraja zote. Mwanadamu akiwa katika shida, anayekuwa mfariji mkuu katika maisha ya mwanadamu ni huyo Mungu ambaye sisi tunakuhubiri. Mimi ninakuja kukuambia uwe naye ndani yako, ili kwamba ukiwa katikati ya matatizo atakuwa anakufariji na huyu Mungu anakufariji sio tu kwamba uko katikati ya tatizo, lakini pia uko katika dunia hii ambayo Yesu alisema mjipeni moyo, maana mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa nini? Kwa sababu huu ulimwengu naziki kama alivyosema. Kwa hiyo kuna mmoja ambaye anatufariji ambaye ni Mungu wa mbinguni Yesu Kristo kwa hiyo unapokuwa na huyu Kristo, ndio kwa maana ninakuja kukuhubiri ili aje akae ndani yako. Usiwe Mkristo wa kutegemea tu Mungu wa yule, Mungu wa yule yule Mungu Mungu, hapana. Uwe na uhakika, uwe na yule Mungu ndani yako ili kwamba ukipita katika matatizo, shida, uvuli wa mauti, tatizo zozote zile, uwe na mtu wa kukufariji kama sisi wanadamu. Mtu anapoumwa wa tunakuwa tunamfariji watu, tunafariji watu tamu, wanadamu, naona, na mwanadamu naona anajisikia amani. Eh, fulani amenifariji, fulani ameongea maneno ya kunifariji. Je, Mungu si zaidi ya mwanadamu? Atufarijie katika, Mungu wa faraja zote atufarijie katika dhiki zetu zote, ili nasi tupate kuwafariji na watu wengine. Hapa ndipo kuwa na neno mokle keywords kwamba wakati ambapo umempata Kristo amekaa ndani yako na Mungu yuko ndani yako. Ndugu mpendwa, usiwe selfish. Hivi unavyojiona hapo, unasimama, unatembea huko, mzimu unarudi, unaenda kazini, unarudi, ni neema ya Mungu na ni faraja za Mungu zinakufanya ukawa hivyo. Sasa usiwe mtu wa kutupilia watu. Nikisema kutupilia watu, kuna watu wengi leo kanisani waga tu wao wanapokea, wanasikiliza, wanapokea, wanaingiza, lakini wao hawatoi. Najua utanielewa unasikiliza, unapokea, lakini wao hautoi. Mungu anataka ufariji na watu wengine, kwa sababu yeye Mungu anakufariji kila siku, yeye Mungu anakutetea kila siku, yeye Mungu anakupigia kila siku, anakupigania kila siku unatakiwa uwafariji na watu wengine, unatakiwa uwasaidie watu wengine ambao wako katikati ya shida, ambao unaona wanakwenda katika shimo. Ndio kwa maana wewe ukaokoka, ili uwasaidie na watu wengine. Kama Mungu yuko ndani yako, huwezi kuona mtu akateseka na magonjwa ukashindwa hata kumpazia Mungu sauti aliyomo ya ndani yako, baba mpone yule binti, msaidie yule dada. Mbona yule dada nafanya ukaaba, Bwana msaidie, muondoe katikati ya shida, fariji. Anaendelea kusema kwamba atufarijie katika ziki zetu zote, ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika ziki za namna zote, lakini pia kwa faraja hizo tunazofarijiwa na Mungu, kwa kuwa kama vile mateso ya Kristo yanavyozidi kwetu, vivyo hivyo faraja yetu inazidi kwa njia ya Kristo. Hao waubiri, hao wakina Paulo nyakati zao walipokuwa wanamtangaza Kristo, watu wote walikuwa na dini ya Kiyahudi wakati na wengine walikuwa wa atheist, na wengine walikuwa wafilosofi na wengine walikuwa wamwamini Mungu na wengine walikuwa wanaamini miungu walikuwa wanaabudu. Imani ya Kristo ilikuwa ijawa bado. Wakati hao watu walianza kuhubiri katikati ya huo umati wao, watu wanaoamini imani zingine tofauti na Mungu na katikati ya Wayahudi, na hao watu walikuwa wanapata ziki, walikuwa wanauawa na kupigwa. Ndio kwa maana Paulo anaandika hapa kwamba kama vile tunavyoteswa katika ziki ya Kristo Yesu, yaani Yesu alipohubiri wakamuua wakamtesa vile vile na mtumishi wa Mungu naye pia Paulo na wengine waliokuwa kule, walipoanza kutangaza habari za Kristo, ilibidi ile ziki iliyokuwa ili, waliokuwa wanaitumia waliokuwa wanaipata wanafunzi wa Yesu pamoja na Yesu Kristo, ilibidi wafuate hata na hao wengine wakina Paulo na wengine ambao wanamhubiri Kristo Yesu. Sasa Paulo anasema hivi kwa sababu tunapitia ziki mateso yale yale ambayo Kristo aliyapitia katika kuhubiri, akauawa akateswa, na sisi tunapitia ziki hizo hizo. Kwa hiyo inatupasa ina tufurahi katika Kristo, maana tunapitia katika hizo ziki, ili ninyi mupate nini? Mupate faraja. Lakini si kwamba nini, mupate faraja tu, lakini ninyi mujifundishe mateso ambayo tunayapitia, ili kwamba na ninyi mkipitia mateso na ziki mjue kwamba yalimpata Kristo, yalitupata wa, wanafunzi wa Kristo yalitupata na sisi, na pia yanaweza yakawapata. Kwa hiyo msife moyo, msivunjike imani, lakini kikubwa muendelee kumhubiri Kristo. Kwa hiyo unapopitia katika ziki, inawezekana ziki yako sio ya kuhubiri, inawezekana wewe uh, unapata ziki kwa sababu, kuna wengine wanapata ziki katika kuhubiri. Katika nchi zingine ukihubiri, unauawa unapigwa, wengine wanachinjwa. Lakini labda wewe ziki yako inakuwa ni magonjwa, ziki yako inakuwa ni matatizo, ziki yako labda umerogwa, ziki yako labda una maumivu. Paulo anakuhimiza ukae ndani ya Kristo ili kwamba Mungu wa faraja anayeondoa ziki aweze kuzituliza na kuziondoa ili kwamba na wewe pia uwasaidie na watu wengine walio katika ziki. Acha kwanza tuishie hapo. Mkubali Yesu Kristo, mkubali Mungu, utumike kwa ajili ya kuwaleta wengine, utumike kwa ajili ya kumfurahisha Mungu, utumike kwa ajili ya kuokoa nafsi yako, na Mungu akubariki.